Unajua bei tangu na mbiwi ni mjamzito mzito eh? Hatujaenda hospitalini, hatujaenda kupima wingi yeah. wa damu eh, na matatizo madogo madogo ambayo yanaweza kusababisha ujauzito ukatoka toka, kwa hiyo ni vema tukienda. yes, hukomana ni kama mm Hapo. -hmm. Anjo, nakupenda sana, nakupenda pia. Wepliskana wewe muda wote tu unajiandaa, tangu nimbe unajiandaa mpaka saa hizi. Jamani, simamalizia, unamalizia nini? fanya tuondoke naye kama mzee, ndugu yangu hmm. kwanza nikumbuka. Shemeji loka, niambia nataka tuende klinik, kliniki klinik. Hmm. makubwa kwa hiyo mamwanye, ndugu yangu sina nimekuja hapa haraka haraka tuondoke. Please kasema, una hatari wewe. Sasa utakuwa kimbi kimbi hivi mpaka lini? Dada yake kaja hapa juzi kati, hapa ndio kalete hizo mada za masuala hmm. eh, ya kliniki, yaani amenikwaza kwaza makubwa, ndugu yangu. Mbona pole Uh, Ndugu wangu jambo si jambo hongera si na naona siku hizi unapendeza unanenepa unazidi kunawiri mtoto mzuri mashallah asante haya ndo unarudi nyumbani nimetoka huko kwenye matembezi sasa hivi naelekea nyumbani nilikuwa nakutafuta, niongee na wewe kidogo. Mdogo wangu, sinajua mimi dada yako, huu mji ni mdogo lakini una mambo makubwa sana. Kuna habari ambazo zimetapakaa, nikasema hapana, nikikuona nikuulize, hivi ni kweli unatembea na shemeji yako? <laughs> nikifikiria unanisimamisha hapa, unaniuliza kitu cha maana au unaongelea kitu cha maana na vya msingi, kumbe unanisimamisha pale ili kuniuliza upuuzi wako. Sibonge na kufanya kazi ya kilimo hivi, unajua kama inalipa sana? Halafu hata nikitembea naye, wewe, kinachokuuma ni nini hmm? au inakuuma nini? Ulitaka nitembee na mumeo au baba wako mzazi eh? sikiliza nikwambie mdogo wangu wewe ni mdogo wangu dada yako ni kama mdogo wangu pia ila nyie ni family friend siwezi kusikiliza maneno ya watu afu na nami nikakaa nao mabarazani nikaanza kupiga umbeaumbea umbea. lazima niwafate niwaulize ndio maana nimekutafuta na nikakusimamisha hapa ili kukuuliza kujua ukweli hasa inakuaje tena hmm? Yaani, wanawake wa mtaa huu bwana, mnapenda umbea mnapenda vi maneno maneno eh, kimdomo juu juu tu, hata bila haya. Kama una kazi za kufanya katafuti. Hey. We mtoto wewe hasa, mbona umepanikivo? Sikiliza nikwambie yanayofanyika usiku yanajulikana, sembuse yanayofanyika mchana? Mtayajua <tipa> tu. Unaumiza kidogo, wachukia sura, wabadilisha unage, ukachia Mazalini kunikaidi kivipi? Leo tulipanga tenda wapi? marafiki aje? nilipata dharura ile, rafiki yangu alokuja siku ile mama yake anaumwa, kwa ndo nilienda kumwona. Iyo dharura itoke saa ngapi? Asubuhi. Yanitoka asubuhi, umepata dharura ndio umeshinda hata kunitafuta kwa SMS au kupiga simu nijulishe, mpaka narudi sasa hivi nakuja kukuuliza Ah, kasafiri kasafiri. Mtu ulokutana naye nikiwa natoka kazini kumbe umekutana naye huko barabarani na bado naniuliza yupo au hayupo eh? Na kwa nini kila ukija hapo nakaza kumuulizia mdogo wangu yupo au hayupo, kumbe wamuona huko barabarani, afu unaniuliza kama yupo yupo. Ndio mimi nauliza hivo, nikiwa na maana wakati natoka kazini nimekutana naye, lakini majibu aliyonipa hmm, yanatia ukakasi Kawa mkali kajibu majibu ya shombo, kama kuna ukweli vile. Nikasema ngoja niende kwa dada yake huko huko. Hivi nikuulize, unaitakia nini familia yangu? Kwa nini unanifuatilia? Yani ilikuwaje mpaka kukutana na mdogo wangu huko barabarani ukaanza kumuuliza mambo ambayo wewe hayakuhusu? Wewe ni rafiki yangu, unajua mi sio mwanamke wa kukaa vibarazani na kuanza kupiga umbea. Nikisikia jambo lazima nije nikuulize. Sasa mbona unapaniki kama kuna ukweli vile? Sikia nikwambie, wewe ni mbea. Sema tu ndio kukaa hivi barazani, ila wewe ni mbea kwenye nyumba za watu isi ahisilahisi tu Bwana on eh, kinachokufanya wewe uongelee mada moja kila siku ukija hapa? Mdogo wako nimemkuta mara sidi, mambo nawasikia ni kweli, wewe wanakuhusu nini eh? yana uhusiana nini? Hebu niambie leo unanitakia nini wewe? Bas kama ni hivyo, hii familia itakuwa basi na laana. hmm, kuna nini hapa? si huyo mtu mzima? Ah, simama. Simama, familia gani? nanana sasikia, Sitaki kukuona ndani ya nyumba hii unakoja na marafiki ya watu wazima kama huyu Atoka toka we, familia yako ikushindwa, wakaanza kuingilia familia yangu. Na usirudi tena na ushoga naye. Stari wewe, kwa nini unajibizana na watu wazima huko barabarani na kutoa maneno ya ndani mkuyapeleka nje? Hilo swali natakiwa nikuulize wewe na sio niulize mimi maana yule ni rafiki yako wewe na sio rafiki yangu mimi. Kwa hiyo nahisi huko nje watu wote ni vipofu kama nilivyo mimi, hawaoni huko barabarani mkitembea? Mm. Hivi kua swali moja, hilo swali unalo ulizo alipaswa ulizo Pisca, au wewe mshenzi nini? Pitoka hapa nawe. Leo ulijifanya mjanja ukanitoroka. Alafu je, uko na rangi yangu upande wa pili, nikikwambia vitu unaanza kufanya vitu unavyovijua. Sasa kesho asubuhi mimi na wewe tunaenda hospitalini. Sitaki ukumbao, unanielewa? Ndio, nakuelewa. Eh, tutakuwa kama mjinga jinga, dadako mjinga, ndio unaanza kuwa mjinga mjinga, pumbavu kabisa wewe. Dunia imehumbwa na mengi mimi nawe love to spend usijeni acha mwenyewe, moyo utakufa, siwezi unakupenda wewe yes. Kuna kitu nimekifikiria, sijui utakichukuliaje. Kitu gani cha Unajua, ile juzi nilikuja nimelewa, nikamkuta rafiki wa dada yako, kuna gombana hapa kwa, sikupendezwa hali ni...... kwa kweli, ile hali sikupendezwa nayo, nikaona ni nikwambie kwamba unaje, nikakupangia yako. Jamani, na vipi kuhusu dada? Lakini sioni kama ya, ni...... dada yako ni shida. Sasa tuko kama hapa tuna enjoy na hatujali, kwa hiyo yu...... nitamshirikisha

Hey, Joni vipi, feshi ndugu yangu, wendoonekani. Sasa sikiza, ndugu yangu, nataka nyumba sio ya kupanga, ya kununua. Joni unazungumzia kuhusu pesa? Pesa ipo mfuko wa mbele, ndugu yangu, yani chapchapu, chapuchapu ah. Jioni nitakutana ndugu yangu, namalizana kwanza na hili swala la muhimu, popo akwakisha unapata nyumba sasa. Eh. Kuna jambo nimeliamua. Najua kutokana na matatizo ambayo yametokea, nimeamua tuame. kwa nini tuame? ile hayo matatizo yote yanasababisha. hata hivyo sijaja kuomba ushauri wako au maamuzi yako, au we unazungumza nini kuhusu hili? nilichokuja hapa ni taarifa kwamba tunapaswa tuame apa, kwa hiyo ni juu yako kuondoka na sisi ama kubaki. Moyo unaumia, na shindo wavamilia unaumiza kidogo, wachukia sura, wabadilisha unageuka chita